na 2021 kulikuwa tu jumla ya shilingi bilioni 246 ambazo wakala walikuwa wakitengewa, lakini kwa sasa tunazungumza bajeti iliyokuja ni trilioni 1.192. Katika fedha hizo tumepanga kujenga lami kwa kiwango barabara za kiwango cha lami katika nchi nzima kilometa 893.16 lakini pia barabara za changarawe takriban kilometa 12. Kwa hiyo wakala unaendelea na hizo shughuli mbalimbali za ujenzi wa barabara, ujenzi wa madaraja na ujenzi wa mifereji katika maeneo mbalimbali, kufungua barabara mbalimbali katika maeneo mbalimbali, sote tunafahamu na maeneo ambayo yalikuwa hayafikiki lakini sasa hivi barabara nyingi zimefunguliwa na wakala tunaendelea kufungua pamoja na kuziweka changarawe kuweka kwa kiwango cha lami ili kuhakikisha kwamba changamoto za wananchi zinaweza kupungua kwa asilimia. Kauli mbiu hii tumeona kwamba inaweza ikatusaidia kwa sababu, bahati nzuri, katika kujenga barabara tuna eneo la maabara ambalo lenyewe huwa kazi yake kwa sehemu kubwa ni kupima madini kama vile udongo, ambapo eneo tunalojenga barabara, kupima mawe yenyewe, kupima nondo na kupima vitu vingine. Kwa hiyo tunaamini kwamba teknolojia tuliyokuwa nayo ni kwamba ni lazima wakati tunafanya zile hesabu zetu ni mpaka vile vitu vyote tufanye calculation kwa, kwa kutumia mikono. Data nyingi ni lazima uzitumie kwa kuingiza kwa mikono, lakini tunafikiri kwa teknolojia hii sasa, kumbe tuna sisi tutakuwa connected kwamba tunaweza kuweka kifaa chetu hapa, tuka connect na kompyuta zetu, ambazo automatic itatupa majibu ambayo tulikuwa tunayahitaji. Kwa hiyo kazi ile itapungua ya, ku, ya kufanya kazi ya, ma, ya, ya Deski deski office, kazi ya mezani itapungua na itakuwa kazi rahisi zaidi.